Sema, amena. Sema amen, basi alipofika pale kukawa na shida sana ya kutafutwa pepo mmoja wa uaguzi, akidhani ya kwamba kwa kelele zake atasimamisha injili, kaanza kupiga kelele, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai, wasikilizeni. Ni hayati alikuwa kumtangaza Yesu nia yake watambulikane, wakamato wafungwe. Na ni kweli, Paulo akakemea lile pepo, kwa kuwa ilikuwa ni pepo ya utambuzi, na watu wengi walipata faida kwa kutumia ile pepo ya utambuzi. Pepo ya utambuzi inafanya kazi kwa njia ya unapofika. Naomba mlielewe hili maana, kuna wengine anatumia njia kama hiyo, mtu akifanya, ukimkuta anafanya kazi maombi au anakuombea kwa design hiyo, kimbia huyo, ana pepo la utambuzi. Kwa hiyo ukifika, inakwambia mambo yako yote, anakwambia anaona wewe unatoka kijiji fulani, na kwenye ukoo wewe umezaliwa ni mtu wa tano wewe kwenye ukoo <laughs> yaani, ukiona mambo hayo, hiyo ni pepo ya utambuzi. Mungu ashughulikaki wewe ni wanani kuzaliwa tena katika ukoo wenu eh, walikufa wengine, na kuna shida sana kati ya shangazi na baba yako. Uko kwenye maombi hayo, halafu naambiwa mambo yako ya namna hiyo ya vurugu ya giza, huyo hana Roho Mtakatifu, ana spirit of damnation. Mungu hana kazi ya kukuelezea sijui, una mbuzi watatu halafu mbuzi mmoja alipotea jana. Hamna vitu kama hivyo, na watu sana wanapende, amejua kabisa, hata nyumbani kwetu amejua tena, na baba mdogo aliwahi kuleta shida, akaninyang'anya shamba langu nililopewa na baba yangu, nalo amejua kabisa. Sasa, huyo ana pepo la utambuzi. Mungu hana kazi hiyo. Kwa Yesu, wewe eleza una shida gani. Bwana, nataka kupona, iwe kwako kama ulivyo pokea. Bwana, nataka kuona, pokea macho. Mungu hana saa kazi ya kudadavua hayo, kwa sababu yeye is omnipresent omniscient, anajua yote, hahitaji yeye kwanza kwele, alafu, kwa alafu hayana connection kwamba umerogwa na mjomba au na nani. Hivyo vitu havina kazi huku sisi huku, kinachotakiwa ni kimoja, ni mtu ana mateso, mateso yaondoke, aende zake salama, hatuna kazi hiyo yeah. watu waliweka maagano, kwa hiyo sasa, ili tuondoe hilo agano, walipoweka agano walitoa ng'ombe, kwa hiyo na wewe unatakiwa utoe kitu cha kulingana na hilo agano ili tulivunje. Angalia maneno ya kipagani kabisa. This is total paganism. Maagano ni nini? Maagano, maagano, maagano, si matambiko. Hasa matambiko ni maagano gani? Unaelewa maana ya agano covenant? Ni matambiko ambayo ukimpokea Yesu, Biblia inasema ta, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, ya kale yote yamepita pamoja na matambiko na vyote yamekuwa mapya. Hiyo design watu mnaipenda sana na mimi nimepigiwa simu na watu wengi ehe, uh-huh. Baada ya kwanza na watu wanaona Mungu anavyofanya, mwingine ananiambia uh-huh. Ehe, Bwana sifiwe, Baba, amina. Wewe naona ni nabii, hebu niambie mambo yangu, hebu niambie mambo yangu. Nimeambia nasikitika sana, sifanyi kazi kiganga. Wewe sema unataka kuokoka au unataka kuzaa kama hujazaa au unataka muujiza wa kazi sema. Hayo mambo yako yapi? Wewe sema unachotaka kwa Mungu basi Bwana akamwambia Bartimayo, unataka nikufanyie nini? Mwalimu wangu, nataka kuona. Chukua uponyaji, ndio shida yako. Lakini watu wanataka waambiwe, hata kitanda chako juzi kilivunjika, halafu akaja jirani akakidaka. Sasa hayo hayana connection na kunachohitajika. sijui kwa nini Afrika kwa ajili ya uganga uganga, mnapenda sana approach ya kiganga kiganga. Shana away from this, Hatufanyi kazi ya kiganga sisi. Kwa hiyo waombeaji wote akifika mle, alafu anaanza sasa, wewe ninakuona, eh, roho wa Bwana ameshaniambia ya kwamba hata hapo ulipofika usiku. Kweli mtumishi wa Mungu, mwenda wazimu wee, unalizwa na nini na uaguzi? <laughs> Unapenda kweli? Hakuna kazi. Sasa mimi mnanisikia. Mimi navichukia sana vitu hivyo kwa sababu mimi ndio kazi nilifanya kabla ya kuokoka. Mimi nimetoka kwenye uganga, haikuwa shida. Yaani unafika kwa baba yangu au kwa babu, yani kabla hujafika anakuambia kuna mtu anakuja, ana moja mbili tatu nenda kampokee. Yaani kabla hujafika yuko kule kilomita moja. Ameshajua una nini? Mapepo yamesha kuona yamejua, na shida yako. Nenda huyo, mwanamke amefukuzwa na mme wake, njoo hapa. Akifika, ndio niyefukuza na mme wake wewe? Ndi hey, mimi kabisa. Saa nyingine hey, nilifukuza, amenipiga. Kaa hapa, amekupiga si ndio? Ndio kabisa, lakini umeshasema sema wewe, tayari amenipiga. Yaani kuna mengi anaongea kwa ajili ya confusion, halafu najieleza mwenyewe na yeye mwenye anaanza kupita umumu -umu. Mkoje nyinyi. Paulo akakemea ile pepo. Ile pepo ilipotoka bwana zake wakakasirika. Walipokasirika, wakawafunga Paulo Nasira na Sila. nataka nikwambia mijitu iliyo na Mungu haifungagi. Mijitu iliyo na Mungu haizuiriki. Mijitu yenye nguvu za Mungu Weka kigingi chochote, kitabomolewa. Weka kizuizi chochote, kitabomoka, maana majiti yaliyo na Mungu yanatembea katika uwepo wake. Wakafunga gereza siku wa manane, wala wakusumbuka, wala wakumwambia Bwana njoo fungua gereza. Walianza kumtukuza Bwana, wakaanza kuimba nyimbo za kumsifu Bwana. Paulo mzee na kijana wake Sira, wawili tu, katika njia ya ugeni ndani ya gereza. Na magereza ya zamani sio kama ya sasa, nataka nikuambia, wamefungwa mikatare, mikatale ulikuwa ni ubao kama hili lizito kama ma mitam kama futi moja halafu linakuwa na tundu hapa na tundu hapa na chini tundu na tundu kwenye chini. Unaingiza miguu na mguu huu miguu huko ikitoka inafungwa minyororo, halafu matundu ya juu unaingiza mkono huu na huu, halafu unafungwa minyororo, ndio unakalia kiuno hivi. Ndio mikatale sasa. Wakiwa hapo kwenye mikatale, usiku wa manane, ndipo wakaanza kumwimbia Bwana kelele ya kupiga yowe. Unakosa andazi tu asubuhi, unapiga kelele. Hiyo ndiyo mikatale gani? Mpaka kiuno kinakufa ganzi, wanaume wakaanza kumwimbia Bwana na Bwana akachungulia aone hizo sifa zinatoka wapi. <laughs> alipokuwa naangalia macho yake, yalipoligusa gereza likaanza kutikisika. Yalipogusa minyororo yale macho ya Bwana, minyororo ikafyatuka. Maana Bwana anapo pina, Lazima mnyororo iachie. Bwana anapopita majini lazima yatoe njia. Bwana anapopita uchawi unakufa wenyewe, hatuhitaji kusumbuka nao, hata kama walimwaga njiani. Tunayo nguvu ya Bwana, tunapopita tunakanyaga, uchawi unakufa wenyewe, hatuhitaji Unamwagia damu ya Yesu, unamwaga damu ya Yesu, iko wapi damu nao mkononi? Na damu ya Yesu kazi yake ni kumwagia kwenye barabara? Umbi, ajabu kabisa ya watu ambao wamefilisika wewe tega vitu vyako. Sisi wenye nguvu za Mungu huwa hatuhitaji hata kukemea kemuu na kemea. Nini takataka? Wameweka taka mayai, huwa tunapigaga teke hivi, halafu naendelea na safari. Umeelewa? Kama haamini hiyo, namwambia wewe, huo uchawi umeweka mdogo huo, wewe kalete gunia, halafu weka hapa ni ukalie huo uchawi kwa masaa unayotaka. na hata sasa wananisikia kwa duniani kote, kwani wamesha jaribu wakapambana waka, waka, waka na moto wa Yesu. mimi <coughs> sielewi mtu anaogopaogopa <coughs> wachawi yaani, wewe hujaokoka. wachawi mnaogopaogopa kuokoka, hamjawahi kuokoka nyinyi, muje mwokoke hapa bisisi.